na ardhi itakapotanuliwa na kuvitoa vilivyokuwa ndani yake ikawatupu na ikamsikiliza mola wake mlezi na ikapasiwa kumsikiliza ewe mtu hakika wewe unajikusuru kwa juhudi kumwendea mola wako mlezi basi utamkuta ama atakayepewa daftari lake kwa mkono wa kulia basi huyo atahisabiwa hisabu nyepesi na arudi kwa ahali zake na furaha na ama atakayepewa daftari lake kwa nyuma ya mgongo wake, basi huyo ataomba kuteketea na ataingia motoni. Hakika alikuwa furahani kati ya jamaa zake huyo. Hakika alidhani kuwa hatarejea tena. Kwani hakika Mola wake mlezi alikuwa akimwona. Basi ninaapa kwa wekundu wa jua linapokuchwa, na kwa usiku na unavyovikusanya, na kwa mwezi unapopevuka, Lazima mtapanda tabaka kwa tabaka. Basi wana nini hawaamini, na wanaposomea wa Kurani hawasujudu? Bali waliokufuru wanakanusha tu, na Mwenyezi Mungu anajua wanaoyadhamiria. Basi wabashiria adhabu chungu, isipokuwa wale walioamini na wakatenda mema, hao watakuwa na ujira usiyomalizika. Ila Suratul Inshiqaq imeteremka Makka. Sura hii imetaja baadhi ya ishara za saa ya kiyama, na kunyenyekea ardhi na mbingu kufuata atakavyo Mwenyezi Mungu mtukufu, na imefahamisha kwamba mtu anachungwa aende akakutane na Mola wake mlezi na kwamba vitendo vyake vimeandikwa katika daftari atakalokuja likuta, basi mwenye kulipokea kwa mkono wake wa kulia hisabu yake itakuwa nyepesi, na mwenye kulipokea kwa mkono wa kushoto atayayatika kuipata adhabu na kuingia motoni. Tena Mwenyezi Mungu Subhanahu ameapa kwa ishara ambazo zinashuhudia uweza wake na ambazo zinaitia imani ya kufufuliwa, lakini juu ya hayo waliokufuru hawaamini wala hawaizingatie Qur'ani wala hawazifuati hukumu zake. Kisha sura inahitimisha kwa kuonya kwamba Mwenyezi Mungu wanayajua wanayodhamiria, na kwamba yeye amekwisha waandalia adhabu iliyochungu kama alivyowaandalia waumini ujira wa daima usiyokatika. Mbingu itakapochanika ikaamrishwa iondoke na ikamsikiliza Mola wake mlezi Naika mti, yake, na ikamtii na ndiyo maelekeo yake isikiye na kutii. Na ardhi ikazidi upana wake kwa kulazwa milima na kuondolewa kifusi chake Naarvi, nje, baiki, na ardhi ikatoa nje maiti na hazina zilizokuwamo ndani yake na ikaachana navyo vyote hivyo na ikamwelekea Mola wake mlezi kwa kuzidi kutanuka kwake na kutoa viliyokuwamo ndani yake na kuachana navyo, na hayo ni haki yake. Kuwa yakitokea yote hayo yaliyotangulia kusimuliwa, basi kila mtu atapata malipo ya vitendo vyake. Ewe mtu, hakika wewe unafanya juhudi katika vitendo vyako vikufikishie lengo lako, basi utakuja kukutana na Mola wako mlezi kwa amali yako naye atakulipa kwayo. Ama mwenye kupewa daftari la vitendo vyake kwa mkono wake wa kulia, basi atahisabiwa kwa hisabu nyepesi, na atarejea kwa jamaa zake waumini naye furahani. Ama mwenye kupewa daftari lake kwa mkono wa kushoto wake, nyuma ya mgongo wake, kwa kudharauliwa shani yake, huyo atatamani ajiuwe na ataingia motoni ya mbali. Kwani huyo hakika duniani alikuwa furahani kati ya jamaa zake akitanamu na pumbao alilokuwa nalo hata akapuuza amali ya kuitenda kwa mustakbali wake. Hakika huyo alidhani kuwa kabisa atorejea kwa Mwenyezi Mungu akamhisabu, bali atarejeya na atahisabiwa, kwani mola wake mlezi alikuwa anamuona vyema yeye na vitendo vyake. Basi na hapa, kiapo cha mkazo kwa wekundu wa mbingu baada ya kutwa jua, na kwa usiku na unavyovikusanya vyote katika giza lake, wanadamu, wanyama na vyenginevyo, na mwezi unapokamilika kupevuka na kutimia nuru yake, hapana shaka yoyote, mtakutana na hali baada ya hali, baadhi yake zina shida zaidi kuliko nyinginezo za kufa na kufufuliwa na vitisho vya Kiama. Wana nini hawa makafiri wanaowazuia wasimwamini Mwenyezi Mungu na kufufuliwa baada ya kuwekwa wazi dalili zake zote za kuwajibika kwake? Na pindi ukazisikia aya za Kurani hawasujudu wakanyenyekea, bali watu hawa kwa ukafiri wao wanakanusha kwa inadi na kutakabari kuikataa haki na Mwenyezi Mungu ni mwenye kujua kabisa hayo wanayodhamiria katika nyoyo zao, basi wabashirie kwa kejeli kuwa watapata adhabu ya kutia uchungu. Lakini waliwaamini na wakatenda mema, watapata kutoka kwa Mwenyezi Mungu jira usiowakatikia na wala usiokuwa na hisabu juu yao.